Salam popote ulipo, ni matumaini yangu buheri wa afya, mtazamaji wa Aviation Tanzania. Leo tunakuripotia moja kwa moja kutoka katika chuo cha taifa cha usafirishaji Tanzania, NIT, ambapo leo kuna hafla maalum imefanyika kwa lengo la kuwapongeza uh, best students ama wanafunzi bora katika masomo mbalimbali yanayotolewa katika chuo hiki, na hapa niko na best student ama uh, mwanafunzi bora katika kozi ya uhandisi wa ndege, anaitwa anayoitwa Karen, beauty with brain. Mambo nzima nzima. mmnu umependeza na you look beautiful. Thank you. Unajisikiaje kwa siku ya leo? Uh, honestly kwanza I'm thankful and I'm grateful kwa sababu sikutegemea haya yote kutokea, so I'm very happy. Mm -hmm. Um, did you see this coming like uliona kama kuna namna unaweza ukapata hii status like kwamba ukawa wewe ni mwanafunzi bora katika hii course? Hapana, because because uh, to, to the big challenges. Leo nakuta huyu anaongoza, kesho anaongoza, so sikutegemea kama mimi ndo ningekuwa opted kuwa best student okay. uh -huh. mafunzo kwa ujumla, kwa ufupi, yamechukua muda gani, mafunzo ya uhandisi wa ndege toka ulivyofika hapa katika chuo cha NIT Um, miaka mitatu three years. Ah. Yes. So kama vile umefika pa kama mwaka 2022 elfu mbili oh, okay, so, um, na ishirini na mbili. Tuambie kwa ufupi mafunzo ambayo umeyapata yamekuandaa ya, ya, ya vipi kuingia katika soko la ajira kwanza. nimegain a lot of practical skills and knowledge about aircraft engineering but also teamwork because mm -hmm. ni kitu muhimu sana kwenye industry yetu mm -hmm. so yeah. Yeah. Ni ndege ni za aina gani au mockups zipi ambazo umezitumia katika mafunzo ya hapa kwa hapa inaiti kwa hapa chuo? we had um, 737 mockups Boeing 737 lakini, okay, mtu ukiwa ukienda uko nje kwa ajili ya kufanya field or internship utakutana na other aircraft kama ATR 42 and 72 ambazo zina cooperated na Precision Air mm. together with Airbus and other fleets the Boeing ambazo mm-hmm. ziko cooperated na Air Tanzania, Cessnas and all other aircrafts. Oh, ume umegusia kitu kimoja mwanzo ni kwamba kulikuwa kuna ushindani mkubwa darasani. Unadhani ni kipi kimekufanya ukawa kipekee hadi kushikilia hii title leo as the best student? Um, kukali sijui, maybe discipline, I don't know. <laughs> Time management, I, I mean, kama akija akija first year sasa hivi anasomea uhandisi akwambia nataka kuwa kama wedakarn utamwambia, anatakiwa awe vipi ili okay. Kufikia katika okay. Kwanza awe na discipline consistency, yani awe ya na anahudhuria vipindi mara kwa mara solo anakuja nakaa wiki nzima hayupo darasani mm haipo -hmm. darasania also time management kipindi mm -hmm. anza saa mbili, make sure saa mbili kamili umeshafika darasani. Tumeona amepata ofa kubwa sana kutoka kwenye makampuni ya, ya, katika sekta ya anga leo katika hafla ya leo ikiwemo uh, Precision Air wameofa kukupatia internship. Uh, Aerolink wamekupatia um, kiasi cha fedha lakini pia Aerotechnics wamekupatia scholarships. Um, Hii inamaanisha nini katika fani yako? Um, uh, hii itansaidia mimi ku grow more internationally maana I techniques of nani scholarship zao zinakupeleka worldwide. mm -hmm. So again, more experience nita gain more experience more exposure uko nje mm -hmm. So, I'm thankful kwa okay. hiyo okay. So, safari ikitoka hapa inaelekea wapi kwenye scholarship au kwenye train? Kwenye train internship sasa hivi niko hapa in the middle bado na so I hope, mpaka uh, maybe at the end of this week nitakuwa mm nimeshaamua niende wapi. Neno moja kwa kijana anayetamani kusomea uhandisi wa ndege kwa sababu ni kozi ambayo tunaona wanaume wengi ndio wamejikita huko, lakini wewe kama msichana, on top of that, as a best student, una neno gani kwa watu wanaotamani, vijana wanaotamani kuingia katika fani hii? They should have discipline or maintain or work hard, everything is possible mm -hmm. asante sana Karen, kila laheri katika internship au masomo yanayoendelea, thank you.